Mpiga kura anatakiwa kuzingatia mambo kadhaa wakati wa uchaguzi. Kwanza, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichopangiwa cha kupiga kura akiwa na kadi yake ya kupiga kura. Hiyo ni muhimu, kadi ya kupiga kura lazima awe nayo. Pili, wapiga kura watakaoruhusiwa kupiga kura ni wale walioandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura. Na tume huru ya taifa ya uchaguzi na tume kwa upande wa Zanzibar pa, ni zeki. Tatu, mpiga kura akifika kituoni anatakiwa kupanga mstari, na tutakuwa na mistari miwili. Utaratibu unatakiwa uwe na mistari miwili, mstari wa wanawake na mstari wa wanaume. Mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na karani mwongozaji wa kituo pale. Kwenye kituo kuna mtu anaitwa karani mwongozaji, yeye kazi yake ni kuwaongoza wapiga kura wote wanapofika kuwapa maelekezo. Tano, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga. Hawa wanatakiwa wapewe kipaumbele ili wasikae kituoni kwa muda mrefu. Vile vile, watu wenye mahitaji maalum wanaruhusiwa kwenda kituoni na wasaidizi wao, na hapa tunazungumzia hasa wale wasioona labda au wenye matatizo yanayohitaji usaidizi. Kwa hiyo wataruhusiwa kwenda na wasaidizi wao lakini pia baada ya kumaliza kupiga kura, mpiga kura anatakiwa kuondoka eneo la kituo cha kupiga kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya uchaguzi ukamchague kiongozi unayemtaka na siku hii itakuwa ni tarehe ishirini na tisa.